Katika eneo la uvuvi Rais Samia amefanya kazi kubwa nao, amepandisha bajeti zaidi ya mara sita ili kujenga uvuvi wa nchi yetu. Lakini hapa lini kipekee, imejengwa bandari ya uvuvi yenye thamani zaidi ya bilioni mia mbili na themanini, ambapo gati vimekamilika, kituo cha barafu pamoja na sehemu ya kuhifadhi samaki yapo lakini Rais Samia Suluhu Hassan hakuwacha nyuma eneo la elimu, ili watoto wetu wasome. Watoto wetu wafanye nini? Watoto wetu wasome. Katika taifa letu, mageuzi yaliyofanya Rais Samia ni ya kipekee sana. Mageuzi aliyofanya na Chama cha Mapinduzi ni ya kipekee sana. Ndani ya miaka minne na nusu, Rais Samia amewezesha ujenzi wa shule mpya za msingi elfu mbili mia saba na themanini na tatu. Ndani ya miaka minne na nusu Rais Samia amewezesha ujenzi wa sekondari mpya 1366. Ndani ya miaka minne na nusu Rais Samia amewezesha ujenzi wa madarasa mapya 79,704. Barabara ya Tingi kwenda Kipatimo, barabara ya Nangukuru kwenda Zinga. Ndugu mgombea mwenza, naomba utufikishie hilo. Ndio tatizo moja, matatizo makubwa, lakini tuna matatizo mengine ya maji, miradi ambayo tunatakiwa tukamilishe, ambayo nimeiona iko kwenye ni ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya 25 30. Lakini pia tuna matatizo ya wanyama wakali, ndovu ni tatizo kubwa sana katika wilaya hii, lakini jimbo la Kilwa Kaskazini. ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.